Ah, unajua faida ya mvua. Yaani unajua kuna namna ambavyo ukitumia mvua unaweza kufanikiwa. Unajua kwamba hii mvua kwa namna ambavyo ukitumia unaweza katoa manuksi na mabara. Unafahamu? Yaani kila kitu ni kujua tu. Ndio maana nakwambia hivi, anayepata anajua, asiyepata ni kutokujua. Kwa tofauti wa tajiri, tajiri anajua, maskini hajui. Utofauti wake ni huo tu. Hakuna ujanja kwamba useme upo na namna ambavyo wanafanya biashara kaikai kai hivi, hakuna. Mvuto ni asili. Yaani kitu ambacho mwenzako anapata wateja kwa sababu anajua namna gani ambavyo inabidi afanye ili aongeze energy ambayo itamutia wale ambao anawataka. Sasa kupitia mvua hii mvua, huu msimu wa mvua maana ongea kauli. Kupitia hii mvua, andaa chombo chako, kakinge maji ya mvua. Lakini usiyakinge kwamba labda anaguta kwenye bati, yananyesha, ama anatoka kwenye miti ndio anangukia mno. <coughs> Nenda sehemu ambayo maji yatoka moja kwa moja juu. Tafuta kama ni stool, weka weka chombo chako ili hata maji ya chini na ukaruka yasiingie. Yaani hakikisha maji ambayo ya unayachota yawe maji ambayo ya yametoka juu moja kwa moja ndio yameingia mwili. Ukishapata yale maji yako, weka na chumvi yako ya mawe, kwa manuizi ambayo unayataka wewe. Yale maji ni maji ya baraka, yale maji ni maji ya heri. Yatumie kwenye mambo yako, kama unataka utoe manuksi, mabalaa, uchao vifungo, yaoge tena kuoga kwenyewe kama umeweka kwenye duma lita moja, na chumvi ya mawe mule unaweka kidogo tu kwenye maji yako, andoa kuogea pop, kaoge, utakuja kunishukuru, utakuja kunishukuru. Kama una mtoto pia, mfanyia hivyo hivyo, tena kipindi ambacho ndio umeachota mwanzo mwanzo na umeweka yale mawe, yanywe. Kama una uchawi ndani yako, unatoka. Kama kuna maradhi ambayo yamesababishwa na uchawi, yanatoka. Ni mtoto, kama una mtoto, mpe, utakuja kunishukuru. Unaelewa? Ndio maana nasema hivi, Mungu yupo kwenye asili, Mungu yupo kwenye ukweli. Yaani Mungu yupo kwenye vile ambavyo ameviumba yeye. Mungu yupo kwangu kwa, kwa sababu ameniumba mimi. Mungu yupo kwako kwa, kwa sababu amekuumba wewe. Wewe una uwezo kunisaidia mimi kunitoa kwenye changamoto ambayo niko nayo. Mimi na uwezo kutoka kwenye changamoto ambayo uko nayo kwa sababu sisi yote ni nguvu ya Mungu. Kwa nguvu ya Mungu ipo kwenye nini? Kwenye asili. Si mnaelewa? Kwa hiyo, chochote ambacho nakiona kipo na kimeundwa na Mungu, basi jua kina namna ambavyo kinaweza kusaidia wewe ujue. Majani kawaida, wewe ni kuto kujua tu. Kupitia mvua unaweza katoa manuksu na vifungo, unafahamu? Hujui, ndio unajua leo. Chukua yale maji, atumie ya kwa namna ambavyo unataka. Yale ni maji ya baraka, ni maji ambayo hajatoka popote, hajagusa popote, yani moja kwa moja umekuja kuyachota wewe na maji ambayo hayana mwingiliano na maji ya aina yoyote, moja kwa moja yametoka juu, ni maji ya heri sana. Tia na chumvi yako ya mawe, yani hata huo uchao aina gani, hata kama una mikosi namna gani, utakuja kunishukuru. Na ndo wengi pia wanaandaga haya maji, mtu anachota mengi, anaweka chumvi ya mawe, anayahifadhi ndani store. Umefika pale na kuambia maji ya baraka na kuchanganyia na maji yako kidogo, ukienda unapona. Unasema maji gani? yale yale ni maji ya mvua, ni maji ya mvua ambayo tayari kashatengeneza kayaweka store kashaika sehemu ambayo anajua maji yake yako hapa kwa, ukienda ukihitaji, anza akachukua yale maji akafa... Tena kuna mambo mengi unaweza ukayafanyia hayo maji, kuna madawa mengi unaweza ukayachanganyia, kuna vitu vingi unaweza ukafanyia kupitia hayo maji, yani yale maji unaweza ukamfukuza jini kupitia maji ya mvua, unaweza ukapandi, ukampandisha mtu mashetani yake kupitia maji ya mvua, kwa hiyo yana mambo mengi ambayo kusema nielezee itakuwa ndefu sana, lakini machache ni hayo tu, ndio maana nasema hivi Ukinipigia simu nipigie kuhusu Manyanda African Power. Kama anyanda, "Manyanda, nataka nijiunge Manyanda African Power." hivi vingine baki huku hu, mimi nitakusaidia rafiki yangu, mimi fulani, kuona wote tunafanikiwa. Fanya hivyo, utakuja kunishukuru tena. Sio ufanye tu, fanya ukimwelekeza mwenzio, ili mwenzako naye ajue kama anapitia changamoto na mabaraa ajitatue mwenyewe, sio? Unaelewa, mimi nawapenda sana. Mungu asimamie, Mungu awabariki rafiki zangu, asanteni.